Zamani sana, katika dunia ya giza na isiyo na huruma, kulikuwa na maeneo yaliyosahaulika yanayojulikana kama Lost Lands. Dunia hii ilikuwa imegubikwa na machafuko, vita na uchawi. Wanaadamu walikuwa wakiishi kwa hofu kubwa, wakiwa chini ya utawala wa kiongozi wa kijeshi mwenye nguvu aliyeitwa Overlord. Kiongozi huyu hakujali watu wa kawaida alishirikiana na taasisi ya kidini iliyoitwa Kanisa la Giza lililodhibiti kila kona ya dunia hiyo. Kanisa hilo lilikuwa na nguvu kubwa, na lilikuwa likiwinda watu waliokuwa na nguvu za kipekee au waliotajwa kuwa wachawi. Katika mazingira haya ya hofu, tunamjua mwanamke mmoja jasiri anayeitwa Gray Alys. Alys si mtu wa kawaida. Yeye ana uwezo wa ajabu wa kutumia akili na nguvu za kiroho kuonyesha mambo yasiyoonekana, kusoma akili za watu na hata kubadili hali ya mazingira. Kwa sababu ya uwezo huu, Alys alionekana kuwa tishio kwa kanisa na alikamatwa kwa tuhuma za uchawi. Alys alifungwa na kuandaliwa kunyongwa hadharani mbele ya umati wa watu. Lakini kabla ya kamba kupita shingoni mwake, Alys anatumia nguvu zake kujinasua. Anavunja kamba na kusababisha hofu kubwa kwa walinzi na watu waliokusanyika. Kwa mara ya kwanza, watu waliona kuwa kuna mtu mwenye nguvu za kweli ambaye anaweza kupambana na mfumo wa dhuluma. Baada ya kutoroka, Alys akawa mtu anayetafutwa zaidi katika nchi nzima. Baada ya tukio hilo, Alys anaingia mafichoni. Wakati huo huo, malkia wa mji mmoja mkubwa anayejulikana kama Malkia Amara anapata ndoto ya maangamizi. Anamuona mbwa mwitu mwenye macho mekundu akiangamiza mji wake. Anaamua kumtafuta mtu mwenye uwezo wa kipekee wa kukabiliana na hatari hiyo. Ndipo anaposikia kuhusu Gray Alys, mwanamke aliyevunjilia mbali sheria za kanisa. Malikia anamuita kwa siri na kumpa kazi maalum: amtafute na amlete nywele kutoka kwa mnyama hatari sana, mbwa mwitu wa kichawi. Nywele hizo zinaweza kutumika kwa uchawi wa ulinzi ili kulinda mji mzima kabla ya mwezi mpevu kujitokeza, kwani mwezi mpevu una nguvu ya kuamsha viumbe vya giza. Alys anakubali kazi hiyo, lakini anajua kuwa safari hiyo haitokuwa rahisi. Ili kufanikisha kazi hiyo, Alys anahitaji msaada wa mpiganaji aliyesifika zamani kwa ushupavu wake. Boyce alikuwa mpiganaji wa zamani wa kanisa, lakini aliondoka baada ya kugundua udhalimu wao. Alys anamtafuta katika kijiji kidogo kilichojaa wahalifu. Baada ya mazungumzo marefu na kumbembeleza, Boyce anakubali kuungana naye kwa safari hiyo ya hatari. Safari yao inaanza. Wanaelekea msituni ambako mbwa mwitu huyo anakaa. Msitu huo umejaa hatari: kuna wanyama wa ajabu, miti inayotembea na mapepo wa kivuli wanaoteka watu usiku. Alys na Boyce wanapambana na vikwazo vingi. Wanakutana na kundi la waporaji wanaojaribu kuwaibia. Wanajitetea kwa nguvu, huku Alys akitumia nguvu za kichawi na Boyce akitumia mapanga yake makali. Wakiwa safarini, wanakutana na rafiki wa zamani wa Boyce anayeitwa Mara. Mara alikuwa mpenzi wake wa zamani, lakini sasa anafanya kazi kwa Enforcer, kiongozi wa majeshi ya kanisa. Anakuwa msaliti. Anatoa taarifa kwa Enforcer kuhusu walipo Alice na Boyce. Hivyo Enforcer na wanajeshi wake wanaanza kuwasaka kwa kutumia treni ya kivita na farasi wa giza. Wakati wanaanza kurudi na nywele hizo, Enforcer na wanajeshi wake wanawavamia. Mapigano makubwa yanatokea, Mara anauawa, Boys anapoteza fahamu, na Alys anajaribu kupambana peke yake. Anapokuwa karibu kushindwa, anatumia nguvu zake zote kuunda mlipuko wa mwanga unaoangusha maadui wote. Alys na Boys wanatoroka na kurudi kwa Malkia Amara lakini wanagundua kuwa Malkia alikuwa na nia mbaya. Alitaka kutumia nywele hizo si kwa ajili ya kulinda watu, bali kwa ajili ya kupata nguvu za milele. Alys anakataa kumpa nywele hizo, badala yake anatumia nywele hizo kumpa Boyce nguvu mpya. Boyce anapona na kuwa shujaa wa kweli. Malkia anapoteza nguvu zake, wananchi wanamuasi, Enforcer anauawa, kanisa linaporomoka. Alis na Boys wanakuwa mashujaa wapya wa Lost Lands. wanajulikana kama waliowaleta watu kutoka kwenye giza hadi kwenye mwangaza. Wanaamua kuondoka na kuanza maisha mapya, lakini wakiahidi kuwa watarejea ikiwa giza litarudi tena.